Felista Njau, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika, katika shule ya Mtakuja kata ya Mabogini jimbo la Moshi Vijijini madarasa matatu mpaka sasa wanafunzi wana hawana pa kusomea kwa sababu yamezuliwa na upepo kutokana na uchakavu. Je, ni lini serikali itachukua jitihada za makusudi kurekebisha shule hizi, lakini kuwezeka madarasa haya yaliyozuliwa na upepo ili watoto waweze kusoma vizuri? Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, naomba nimjibu Mheshimiwa Felista Njau kwamba katika shule hii ya Mtakuja ambayo anasema madarasa matatu yamezuliwa paa, naomba nichukue nafasi hii kumwagiza mkurugenzi aweze kufika ye pamoja na timu yake katika shule hii na waweze kufanya tathmini na tuweke kwenye mipango na bajeti kwa ajili ya kuhakikisha shule hii inaweza kukarabatiwa, ili wanafunzi wetu wapate sehemu nzuri ya kuweza kujifunzia, na walimu pia wapate sehemu nzuri ya kuweza kuwafundishia wanafunzi wetu. Mheshimiwa Daktari